Kupitia hii video nitaenda niongelee kwa nini watu wote hatuwezi kuwa wanajeshi wa JWTZ. Share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe. Sababu namba moja: sio kila mtu anaweza kustahimili mafunzo magumu ya kijeshi. Sababu namba mbili: vigezo vya kitaaluma pamoja na afya ni muhimu. Lazima uwe na afya njema ya mwili pamoja na sifa za kielimu. Na sababu namba tatu, sio kila mmoja ana moyo wa kulitumikia taifa. Mwingine hayuko passionate na mambo ya JWTZ. Mwisho, jeshi linahitaji idadi maalum ya watu hivyo basi, hatuwezi tukachukuliwa watanzania wote.